E, bwana mjuzi, leo nataka nikwambie kuhusiana na msitu wa Amazon. Najua watu wengi sana wamewahi kuzungumza kuhusiana na maajabu ambayo yanapatikana kwenye msitu huu wa Amazon, lakini mimi leo nataka nikakwambie viumbe hatari ambao wanapatikana kwenye msitu huu wa Amazon, na msitu huu umepita katika nchi tisa zilizopo ndani ya bara la Amerika ya Kusini, ambazo ni Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela, French Guiana na asilimia 60 ya eneo lote la msitu huu lipo nchini Brazil, lakini eneo lote la msitu wa Amazon kwa ujumla wake lina ukubwa wa kilomita za mraba milioni 6.7. Acha tuwaangazie sasa viumbe hatari ambao wanapatikana kupitia msitu huu wa Amazon Wa kwanza ni anaconda. Huyu ni nyoka mkubwa zaidi duniani na wanapatikana ndani ya msitu wa Amazon. Wana uzito wa kilogramu 250 na na urefu wa futi 30 sawa na mita 9 na wana mabaka yenye mchanganyiko wa rangi ya kijani, nyeusi pamoja na njano na ni nyoka wasio na sumu kabisa ila wanatumia nguvu kubwa walionayo katika miili yao kuvunja mifupa ya vitoweo vikubwa kama vile mamba, jagwa na kadhalika, kwa ajili ya kuweza kurahisisha wao kuweza kumeza viumbe hivyo. Nyoka hawa ni hatari na hawapendi kabisa mwingiliano na binadamu yoyote yule, na hii ni moja ya sababu ya wao kuamua kujiepusha kukaa karibu na maeneo ambayo shughuli zozote zile za kibinadamu zinafanyika. Ila wanapochokozwa au kutishiwa usalama wao, huwa ni hatari zaidi kwa binadamu, maana huanza kuwawinda kama kitoweo. Kiumbe kingine ni jagwa. Hawa ni jamii ya paka wakubwa katika bara lote la Amerika. Wanaukubwa wa kilo 158 na wanataya zenye nguvu sana ya kuweza hata kuvunja fuvu na magamba ya mnyama yoyote ule wanaye mwinda. Hupendelea kukaa na kujificha sehemu yenye misitu minene na maeneo yaliyo karibu na mito, maana ni hodari sana wa kuogelea katika mito na maziwa yenye vina virefu lakini pia vifupi. Wanakucha kubwa zinazowasaidia kupanda miti yoyote ile kwa kasi ya ajabu. Ni paka wenye hasira sana na wapendi usumbufu na kelo yoyote ile kutoka kwa mwanadamu, kama vile kusikia milio ya risasi au mbwa. Hawana uoga wowote ule, wanapoamua kushambulia, wao wanashambulia tu. Wana uwezo mkubwa wa kunyata kimya kimya pale wanapokuwa wanafanya mawindo, yaani wanaweza kukaribia hadi umbali wa nchi sita toka ulipo bila wewe kutambua kama kuna kitu kinakufuatilia. Jagwa mmoja ana uwezo na nguvu ya kumnyanyua hata ng'ombe na kumpandisha juu ya mti, na wanapendelea sana kuwinda usiku na mchana. Kiumbe kingine ni vyula wenye sumu kali zaidi duniani ambao wanafahamika kama Golden Poison Dart Frog. Hawa ni moja kati ya viumbe wanaokadiriwa kuwa na sumu kali zaidi duniani. Wana ngozi inayong'aa ikiwa na rangi mbalimbali za njano na bluu. Rangi hizi ni ishara ya onyo la sumu kali iliyofichwa kupitia ngozi yao, ambayo ni hatari kwa kiumbe chochote wanachokiwinda. Kwa hivyo ukija kutana na namna hii ya chura, ujue kwamba huyo ni chura ambaye ana sumu kali na